Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu Waislamu wote kwa ujumla, nchini nchi nzima zote za Kiislamu, Afrika Mashariki, Afrika Kusini, Afrika Kati, lakini Tanzania wote kwa ujumla, ndugu zetu wa Omani. Omani lakini vile vile Saudia, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu Waislamu, ndugu wa hasani, ndugu, ndugu matajiri wote waliopo katika kila kona kama ambavyo kwamba hali mnaiona, mimi ni mwalimu wa, wa, wa Al-Madrasatul Munawwaratul Islamiyyah iliyoko pali Mibrani, mkoa wa Kusini Pemba, katika nchi ya Zanzibar. Ndugu zangu matajiri, ndugu zangu wenye uwezo, ndugu zangu wafadhili wote, tunawaomba kama mnavyoiona hali hapa. Mimi ni mwalimu mkuu wa Madrasatul Munawwaratul Islamiyyah, naleta kilio hichi kwenu juu ya kutafuta ufadhili kwa ajili ya kujengewa madrasa madrasa yetu kama mnavyoiona ni ndogo sana. Ina wanafunzi wengi ambao kwamba washafikia kiwango. Ina wanafunzi takribani mia nne na hamsini na sita jishu. Wanafunzi hawa kama mnavyoona, ndugu zanguni wafadhili, kwamba wanasoma katika hali duni kabisa, hali ambayo kwamba sisi walimu natupeleka huzuni natutia huzuni katika ufundishaji wetu katika jambo hili ni jambo la dini, lakini mpaka sasa tuna miaka mingi bado hatujapata ufadhili juu ya jambo hili. Tunaomba wafadhili wajitokeze kwa ajili ya kuja kukujengea madrasa. Iliwahi kutokezea ndugu yetu katika kutaka kuja kujenga hapa madrasa, lakini Allah subhanahu wa taala akachukua amana yake, na tayari ilikuwa kashapiga ramani, ramani ambayo kwamba ni ya kutosheleza, hii ramani kama tunavyoiona, lakini Allah alimhitaji hadi leo, tangu ndugu yetu huyu kuhitajika, basi mpaka leo bado hatujapata mfadhili na hisani mwingine yoyote. Kwa hiyo tumeamua kuleta kilio chetu hichi, kama mnavyoona wanafunzi hawa, wakati wa mvua kama kipindi hichi, ukinyesha mvua tunawaondosha wanarudi katika majumba yao, lakini vile vile wakati wa jua, vile vile ikifika wakati wa mchana kama mnavyoiona hiyo hali hapa, tunawaondosha vile vile kutokana na jua kali kabisa. Vyumba tulivyo navyo ni viwili, na vyumba hivi havitoshelezi kwa wanafunzi mia nne na hamsini na sita. Kwa hiyo tunaomba kila mwenye uwezo basi kujitokeza, ndi huku ndio kutafuta radhi za Allah subhanahu wa taala. Tunaomba wafadhili waisani wote aliyo nje ya nchi na ndani ya nchi wajitokeze, mujue kwamba hii ukijenga, Mwenyezi Mungu kasema kwamba unapojenga madrasa, unapojenga msikiti, hiyo ni nyumba ya Allah. Ekeza ndugu yangu wakiislamu katika kuwekeza katika jambo la akhera. Hii ndio akhera, hii ndio akhera. Ona huruma katika hichi ambacho kwamba watoto hapa anajisomea katika sehemu ambayo kwamba haistahili. Lakini hatuna budi kufanya hivyo, hata sisi walimu natupa wakati mgumu katika kufundishaji. Kwa mfano hapa sisi tunafundisha kwa madarasa, tuna refu ya kwanza, darasa la kwanza nasari mpaka darasa la saba, lakini sasa mpaka leo wanafunzi hapana pa kuweka kwa hiyo tunawaomba Waislamu wajitokeze kama ambavyo kwamba hali mnayoiona hii kwa jicho la huruma kabisa. Kwa hiyo wale ndugu zetu ambao kwamba watakuwa wako tayari katika kujenga kwa ajili ya Allah subhanahu wataala kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wataala, tunawaomba wasiliane na sisi kwa simu namba sifuri saba saba mbili ishirini na moja ishirini na tisa arobaini na mbili sifuri saba saba mbili 21 29 42, na tunapokea chochote ambacho kwamba utakuwa nacho. Lakini vile vile madrasa imefungua akaunti ya benki, naomba ukiwa tayari kuwasiliana kwa namba hizo. Lakini vile vile tunalo eneo ambalo kama mnavyoliona hili lina nyumba, lakini wenye wao alhamdulillahi wamejitolea sadakatul jari ya, sada ya kuiondosha nyumba na kiwanja kilichopo hapa kama tunavyokiona kwa ajili ya kujenga madrasa hiyo ni Madrasatul Munawaratul Islamia. Tunawaomba waisani kujitokeza na kuona huzuni juu ya hali tulionayo. Hali ni mbaya na watoto hawa, tukiacha ikiwa hali ni mbaya, ina maana watakimbia madrasa, itakuwa lengo bado halijapatikana. wa ilahunna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wabarakatu. Mimi ni mwanafunzi kutoka Almadrasatul Munawaratul Islamia, naitwa Hadhil bin Saidi bin Hamad. Tunaomba ufadhili wa chuo chetu hiki. Sisi hatuna uwezo wa kujenga chuo chetu hiki, kwa hiyo tunaomba ufadhili, mjitokeze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo kama hivyo mnaona, anafunza anasoma nje, hatuna uwezo wa kujenga chuo chetu hiki. Sisi hatuna uwezo hata kidogo. Ndo kama hivyo, anafunza anasoma nje hapo, hata ikija mvua ataroa. Kwa hiyo tunaomba mjitokeze kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu, kwa jina naitwa Ulfat Haji Sef, mwanafunzi kutoka al-Madrasatul Munawwaratul Islamiyyah pale Ngurani. Nimesimama hapo kwa ajili ya ya kueleza wafadhili wote, kwa kila mwenye uwezo kutujengea chuo chetu, kwani tuna sehemu ndogo tu ya kusomea haitukidhi kwa mahitaji yetu. Unaona wanafunzi wamekaa nje, wengine hana sehemu ya kusomea kama ni kipindi cha mvua walimu huturuhusu kwenda zetu kwa sababu hatuna sehemu ya kukalia, na kipindi cha jua walimu hukuruhusu. Kwa hiyo tunaomba wafadhili wote wajitokeze ili kuujengea chuo chetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Ndugu Waislamu, kama mnavyotuona sisi hapa wanafunzi na walimu wa Almadrasatul Munawwaratul Islamiyyah iliyopo pale Miburani, tunaomba ufadhili na msaada mkubwa kutokana na hali yetu iliyokuwepo katika mazingira yetu ya uhaba wa mabanda. Wanafunzi wako wingi sana, inafikia hatua katika kipindi cha mvua tunapata mdhaliliko mkubwa, inabidi wanafunzi tuwarejeshe nyumbani, na kipindi cha jua pia tuna inabidi wanafunzi kupachikizana, joto, maradhi, mtihani, kwa kweli kwa hiyo tunaomba msaada wenu, matajiri wenye uwezo, Allah alokujalieni. Insha Allah, hata kama ni kidogo, lakini kwa Allah ni kikubwa, na utakwenda kukikuta ni kikubwa zaidi ya kikubwa kama mtu alivyotarajia. Tunapokea kikubwa, tunapokea kidogo, kwa ajili ya ujenzi wa madrasa yetu ili kutatua tatizo hili lilokuwepo la udhaliliko mkubwa juu ya wanafunzi na walimu pia kama kuna mwenye mchanga, kokoto, fedha taslimu, tunapokea chochote. Hata dua pia ni sadaka kwa ajili ya Allah, tunaomba msaada wenu, insha Allah.